Na amefanya shughuli ya machimbo kwa miaka mingi, na sije kusikia ya utapeli, aje kitu chochote, aje kufanya kitu chochote. Inakuaje leo hii limkute tukio kama hili, na pia tukio linamkuta, bado linamkuta sehemu ya mtu ambaye ni mnunuzi wa dhahabu, lakini sio mmiliki wa nchi. Kwenye hilo eneo lake kuna watu ambao ni viongozi wa serikali za mtaa, kuna balozi kuna wenye viti. Sasa je, baada hilo tukio kutokea, tunataka tujue alimuhusisha mwenye kiti kwa utaratibu upi mpaka amefika, mara amebeba mwili wa ndugu yetu ambaye ni shemeji yangu kuupeleka mpaka kufikia hivi sasa tunavyosema, leo ni kama siku ya nne ya tano, mahali popote pale ambapo jeshi la polisi lilipo kupitia waziri wa mambo ya ndani kupitia IGP mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mama, tunakutegemea. Tunaonewa sisi watu ambao hatuna kitu ambao ni wanyonge, kwa kupitia watu wako ambao wewe unawaajiri kwa hapa ajira, lakini si watumishi wa kuweza kuwatumikia wananchi wako. Naitwa Charles Celestino Mwaniwe, mkaaji wa eneo la Ilembo. Kuna mdogo wangu aitwaye wa Edija Selestino Mwaniwe aliuawa kikatili eneo la Magula kata ya Starike mkoa wa Katavi. Kisa cha mdogo wangu kuuawa kikatili, amesingiziwa kuwa ameuza dhahabu ambazo ni batili, kwa umaarufu kama Kakumba mdogo wangu alikuwa akifanya kazi za uchimbaji katika eneo hilo na aliuza dhahabu tarehe 26, tarehe 27 na tarehe 28 alikuwa eneo hilo huko, na hatimaye tarehe 28 aliitwa pale ofisini kwenye ofisi ya bwana Robert. Baada ya kuitwa pale ofisini kwa bwana Robert, ndugu Robert alikuwa ameandaa vijana ambao walifanya shambulizi la kumpiga mdogo wangu mpaka kumuua, kuvunjwa mgongo, kupigwa chuma sehemu za sehemu za kifuani, sehemu za tumboni, zote zilikuwa zimeshatobolewa. Alipofika Roba maeneo yale, ambaye ndiye kama mkurugenzi wa eneo lile, ndio meneja ofisi, baada ya kuona ile tukio limetokea pale, cha kusikitisha na kushangaza na sijui umepata ujasiri wapi, kwa ajili labda mtu anakuwa na vipesa alimchukua mdogo wangu na kumweka ndani ya gari yake, kaondoka naye, kama alipita naye polisi, hatimaye mpaka mochwale hospitali ya government mkoa wa Katavi. Tumekuja kuona mwili wa ndugu yetu ambaye amepigwa eneo la Magula, kama upo hapa basi tuone utaratibu gani utakaotumika. Siku ya kwanza walikataliwa, ya pili na ndipo waliingia mle wakavutiwa maiti ya kwanza maiti, maiti ya pili ya tatu, wakawa wamemtambua ambaye ni mdogo wangu Edia Selesino mwaniwe. Ni nani aliyeuleta mwili huu? Mbona nyinyi mnauliza, uliza maswali hivyo? Tumeshaonyesha ndugu yenu, mmemtambua, njo nini? Mchukue mkamzike, au nimeonyesha mwili sio wenyewe? Nikasema pamoja kwamba unajibu hivyo kikatili, tuna haki, naomba ile taarifa ya kifo huwa inaandikwa na inawekwa kwenye maiti. Kama unawakatalia wao, basi waambie waende kwa mganga wa, wa hospitali ya mkoa hiyo, izini atawapa. Wewe kama upo unakataa, la sivyo waondoke hapo, waende kituo cha polisi, wapewe ruhusa ya kuja kupata ripoti. Ndipo bwana pale mochwale akawaruhusu tena mara pili, akafungua ule mwili na kutoa ile karatasi. Cha ajabu na kusikitisha, ile karatasi imeandikwa kwamba Edgar Celestino Mwaniwe kauawa na wananchi wenye asila kali eneo la Magula, hivyo mwili huu umeletwa hapa ukiwa hauna ndugu yoyote. Mpaka kufikia hivi sasa tunavyosema, leo ni kama siku ya nne ya tano. Mahali popote pale ambapo jeshi la polisi lilipo kupitia waziri wa mambo ya ndani kupitia IGP Mama yetu mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mama, tunakutegemea. Tunaonewa sisi watu ambao hatuna kitu ambao ni wanyonge, kwa kupitia watu wako ambao wewe unawaajiri kwa hapa ajira, lakini si watumishi wa kuweza kuwatumikia wananchi wako. Mpaka kufikia hivi sasa tunavyosema, leo ni kama siku ya nne ya tano, mahali popote pale ambapo jeshi la polisi lilipo kupitia waziri wa mambo ya ndani kupitia IGP, mama yetu mama Samia Suluhu Hasani, ambaye ni mama, tunakutegemea. Tunaonewa sisi watu ambao hatuna kitu, ambao ni wanyonge, kwa kupitia watu wako ambao wewe unawaajili kwa hapa ajira, lakini si watumishi wa kuweza kuwatumikia wananchi wako. Leo tuko hapa nyumbani, tupata usiku kama tano, mdogo wangu ameuawa kikatili. Hakuwa mwizi, hajaiba pesa. Aliuza dhahabu halali, na aliuza shilingi laki tatu na elfu hamsini. Nani ambaye anakubali kupoteza uhai kwa ajili ya shilingi laki tatu na elfu hamsini? Kama vyombo vya, vya, vya, vya sheria vipo, ninaomba kupitia taarifa inayosema, basi naomba tuwajibike, tusitangulize maslahi ya pesa. Pesa ni mapito tu, ambayo kila mmoja hapa duniani hayo tunayoyafanya tutayapita naomba sana sana, na mpaka leo nasalamuka mbele hapa, sitakuwa tayari kwa niaba ya familia ya Celestino Daudi Mwaniwe kuzika mwili ule endapo sitakuwa nimempata mtu aliyepeleka mwili kutoka Magula kupeleka hospitali ya mkoa wa Katavi na kuandikisha kwamba yule mtu hana ndugu. Ndugu tupo na hapa napongea ni nyumbani kwa Celestino Daudi Mwaniwe, na mimi ndio mtoto wa pili ndani ya familia hii, kati ya watoto nane lakini kitendo tulichofanyiwa kama taifa linatambua na kama linaelewa lina, ni kitendo cha kinyama kabisa. shilingi laki tatu elfu hamsini uwezi kapoteza uwai wa mtu. Hii yote ni kwa ajili ya rushwa, na huyo bwana bwana roba yupo na hata siku ile ambao na watuma waende kuangalia mwili kule mochwale, waliambiwa wasije kuona mpaka siku ya pili, ambao tena watuma, na ndipo sasa wakaona, tayari ndugu wamekuwa wepesi, wataenda sehemu nyingi, ndio wakaruhusiwa. Jeshi la polisi nashukuru. Jana juzi, baada ya kuona nimetoka Shinyanga nakuja mahali hapa, nimekataa ule mwili usizikwe, na ndipo nikaweza nika kwenda kuonana na mpelelezi wa wilaya, nikaonana naye na siku ambayo nimeingia tarehe 27 28 kwa mkia 29, walipojua nimetoka Shinyanga na ndipo chukua maamuzi, nimeenda pale juzi nikakuta wamekamatwa watu saba, kati ya wa watu saba hao wale wamekamatwa wengine ni kama vile Mkumbo aliyefanya kitendo hiki cha mauaji ikatili kutokana na utajiri walionao na tamaa za watumishi wetu wa umma ni Bwana Roba. Bwana Roba kapita katoa pesa na watu wanafanya ushenzi wa kinyama kabisa yani, mtu ameuao. Wow, unapewa pesa afu unavuruga uhalisia wa jambo na kuweka jambo ambavyo sio kamili. Mamangu Samia, naongea hapa, mimi ni mtumishi, natoka Shinyanga, ni mwenyekiti wa mtaa mstaafu vilevile ni fundi umeme electrician and motor rewind. Nina machungu sana kuona mdogo wangu anapotea kwa ajili ya shilingi laki tatu na elfu hamsini kama taifa hili. Kweli nina uchungu na watu wake, na mimi natamka zaidi kwa sasa hivi, endapo kufikia kesho sitakuwa nimeona bwana Roba amekamatwa, jeshi la polisi na mwenyekiti wa mtaa wa Magula watawajibika kuzika mwili huo. Hiyo ndio kauli ya familia, na pili kesho hiyo hiyo tutakufanya maandamano kutoka mahali hapa kwenda kuonana na mwenyekiti wa CCM mkoa. Mwenyekiti wa chama, wewe ndio mama, ndio mmiliki wa mkoa wako, na Chama cha Mapinduzi ndio kinachounda serikali. Nina imani kabisa, mimi ni kada wa chama, ni kada wa chama, si na namba yangu ya chama, nimeingia na chama mwaka 84 sijagushi kadi yoyote, na nimetumika kazi kama, kama mtumishi wa umma. Shemeji yangu alienda kuuza zabu eti ya makumba na shemeji yangu ni mfanyakazi wa machimbo wa miaka mingi sana, na watu wengi wanamfahamu. Ameuza nani, ameuza dhahabu hiyo kwa muda wa siku tatu? Kama kweli alikuwa ameuza ndani ya muda wa siku tatu, ndani ya siku tatu hizo ni watu wangapi wameenda kuuza dhahabu kwake? mpaka tusadiki kwamba huyu ndugu yetu aliuza dhahabu feki. Ina maana mpaka ina maana vipimo vya madini anayouzia huyo mtu sio sahihi, si ndio? Maanake sio sahihi. Kama ilikuwa ni zabu ambayo sio sahihi, ilipaswa siku ile ile ndugu yetu aweze kufanya nini, eh, kukamatwa. Sasa anakuja kukamatwa baada ya muda kupita kidogo. Sasa tunaomba na amefanya shughuli ya machimbo kwa miaka mingi, na sije kusikia ya utapeli ajewe kutapeli kitu chochote, ajewe kufanya kitu chochote. Inakuwaje leo hii limkute tukio kama hili na pia tukio linamkuta bado linamkuta sehemu ya mtu ambaye ni mnunuzi wa dhahabu, lakini sio mmiliki wa nchi. Kwenye hilo eneo lake kuna watu ambao ni viongozi wa serikali za mtaa, kuna barozi, kuna wenye viti. Sasa je, baada ya hilo tukio kutokea, tunataka tujue alimuhusisha mwenyekiti kwa utaratibu upi, mpaka amefika mara amebeba mwili wa ndugu yetu ambaye ni shemeji yangu kuupeleka. Tunaomba serikali ifike mara iangalie utaratibu wa uongozi hapo uliofanyika, kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika hapa ambavyo sisi hatuvielewi. Vimefanyika vitendo ambavyo ni kama vile haviko kwenye utaratibu wa nchi. Maana mtu unapokuta amekumbana adha yoyote kwenye tukio lolote, lazima uombe serikali ya mtaa ikusaidie au ufanye jukumu la kuomba polisi ikusaidie. Lakini sasa mpaka sasa tunaambiwa kwamba yule bwana amebeba mwili amepeleka mochwari. Alipeleka sijui polisi akapeleka mochwari. Sasa alipeleka kwa madhimini yapi? Kwa sababu jukumu la kupeleka mwili polisi jukumu la polisi. Yaani peleka kama nani? Kama alikuwa amezidi utakiwa mwite kiongozi wa serikali mtaa hakuwepo. Tunaambiwa hakuwepo na nukuu ya maneno hakuwepo kiongozi wa serikali mtaa. Tunaomba tusaidie. Kiongozi wa nchi anayehusika na masuala za zamana ya ulinzi wa nchi yetu ikiwepo chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu atusaidie.